Naam, awali kabisa uh, tulianza nawe hapa kwa kukutana baisha yale ambayo yanajiri katika kipindi hiki cha mvua za masika kwamba wapo uh, watu wengine wasiokuwa wema na uh, wasiokuwa na nia njema na afya za Watanzania kwa ujumla, na watu ambao basi uh, wanawazunguka katika maeneo yao, kutumia uh, mvua hizi za masika kutiririsha maji taka. Uh, lakini anakutupa uh, taka nyingine mbali mbali uh, pamoja na taka hizo lakini kutozingatia swala la uhifadhi na usafi wa mazingira katika maeneo yao. Hapa studioni uh, tunaye meneja katika kanda ya Bagamoyo kutoka Baraza la Taifa la Uhifadhi na na, na, na, na na usimamizi, na usimamizi. Uh, umelisema vizuri sana beti mm hilo -hmm. uh, Yes, usimamizi wa mazingira NEMC. Eh, tunaye mama yetu Ndimbumi Joram. Ndimbumi, furaha kubwa sana kukutana nawe. Eh, hasa kutoka NEMC. Nashukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Tunafuraha kuwa na wewe leo hii hapa studio, labda moja kwa moja tungepata kumfahamisha mtazamaji kuhusiana na na baraza hili la NEMC. Tumekuwa tukilisikia NEMC, NEMC, NEMC. Mm. Lakini pia kwa Kiswahili tunaona ni ni hilo baraza lakini kwa, kwa undani zaidi kumwelezea baraza hili linafanya vipi kazi na linamgusa vipi mwananchi. Uh. Baraza la Taifa mm -hmm. la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC ni taasisi ya serikali mm -hmm. ambayo imeundwa kwa sheria ya mazingira ya mwaka elfu mbili na nne ambalo jukumu lake kubwa ni kusimamia masuala ya mazingira nchini. Mm -hmm. na sheria hii ikaipa majukumu ya msingi ambayo a, baraza linatakiwa kusimamia, ikiwepo kufanya tafiti za mazingira mm, chini na kutoa ushauri uh, wa kutatua changamoto za kimazingira naam, lakini pia kusimamia mchakato mzima wa tathmini za athari kwa mazingira kwa miradi ambayo inaanzishwa hapa nchini mm, na kutoa ushauri kwa waziri mwenye dhamana ya mazingira kuhusu utoaji wa tathmini ya uh, athari kwa mazingira kwa maana ya cheti, lakini pia tuna jukumu la kutoa elimu kama ambavyo tuko hapa mm. kushirikiana na wadau mbalimbali mbali, ikiwepo kama vyombo hivi vya, vya habari mm. kutoa elimu juu ya masuala ya uhifadhi na usimamizi wa mazingira yeah, kwa ujumla pamoja na kufanya kaguzi Ndiyo. kufanya kaguzi mbalimbali mbali za mazingira, hasa kufanya ufuatiliaji wa utekelezaji wa wa, wa masharti ambayo yanaambatana pamoja na vyeti vya mazingira ambavyo vinatolewa mm. so, so, yeah, na niongeze tu kusema kwamba sheria ya mazingira imetoa haki ya kila Mtanzania mm. kuishi katika mazingira safi na salama. Kila Mtanzania, kwa mujibu wa sheria hii, ana haki ya kuishi katika mazingira safi na salama, lakini pia amepewa wajibu mm. wakisha kwamba anakuwa sehemu ya kuhifadhi na kutunza mazingira. Kwa mujibu wa sheria hii. Okay. Sawa, kwa muktadha huo sasa Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira uh, NEMC kwa sasa tukiwa tunakabiliwa na mvua hizi za, za, za masika mmepokea taarifa na pengine hata uh, ninyi wenyewe kushuhudia kwa macho yale ambayo baadhi ya wananchi wakitumia mvua hizi za masika Uh, kama fursa ilisiokuwa sahihi ya kuhatarisha afya za watu uh, kosa hii mm. Ni kweli tumepokea taarifa na hata kujionea mm, changamoto nyingi ambazo zinatokana na, na mvua mm, ambazo tumeona hata kwenye vyombo vya habari uharibifu wa miundombinu mbalimbali ikiwemo madaraja, barabara mm, lakini pia tunaona madhara mengine katika uh, hali nzima ya utunzaji wa mazingira ikiwemo uchafu mm. ambayo yote inatokana na usimamizi mbovu wa masuala ya mazingira katika maeneo mbalimbali mm. ikiwemo usimamizi wa taka ngumu ambazo zinazalishwa maeneo mbalimbali, ambazo inapelekea changamoto nyingi sana, kwa mfano taka ngumu zinapotupa kwenye mitaro ya maji mm, ambayo wanapojenga barabara wanaweka mitaro kwa ajili ya kupitisha maji ya mvua, lakini tunapokuwa hatusimamii vizuri taka ngumu tunazitupa ovyo, matokeo yake inaenda kuziba ile mitaro. Ile mitaro ikiziba, maji yanashinda kupita, kinatokea nini? Mafuriko. Hayo mafuriko anaweza ka, karibu barabara Mdia, lakini pia yanaweza ka, yakaathiri makazi ya watu mm, ambayo watu wanakosa sehemu za kuishi, lakini pia inakuwa sehemu ya mlipuko wa magonjwa kwa, kwa sababu maji yanakuwa amekaa yametuama, sehemu nyingi, matokeo yake kunakuwa na mazalia ya wadudu mbalimbali wa, mbali kiwemo mm. mbu mm, mm. ambapo ukienda mahospitali sasa hivi utasikia malaria ni nyingi sana. Kuna magonjwa mengine ya dengu, unakuta ni kipindi hiki cha mvua mm. ambayo mengi yanatokana na usimamizi ambao sio mzuri wa wataka. Okay. sawa kabisa Uh, labda Ndimbumi tu, tuilete mada hii mtaani sasa. Bila shaka ninyi ndio ambao tunawategemea tuna, tuna mtusaidie kuwawajibisha wale ambao wanasababisha changamoto za aina hii. Unakuta nyumba moja ambayo uh, anazibua um, kama ni, ni maji taka kama ni maji ya kutoka vioni, anaruhusu maji yapite lakini hata majirani wakisema bwana fulani anafanya kitu fulani, hakuna chochote ambacho kinabadilika, hakuna uwajibishwaji ambao unatokea mara nyingi sana na sehemu nyingi sana za hapa Dar es Salaam. Nini ambacho kinatakiwa kufanyika? Nyinyi mnawajibika vipi ili pia kuweza kuondoa adha hiyo kwa wananchi kama NEMC? Kitu cha kwanza, kabla hata ujaenda kusema una mwadhibu mua, mm, yule anayefanya hivyo, ni lazima tujue msingi wa tatizo ni nini. Mm -hmm. Swala la usimamizi wa wataka zote nazosema taka ngumu na taka maji mm -hmm. ni changamoto ambayo ilianza kuibuliwa tangu sera ya kwanza ya mazingira mwaka elfu moja mia tisa tisini na saba. mm -hmm. mm -hmm. Kwamba ni changamoto kama nchi. Sasa unaweza ukaona sasa hivi ongezeko la watu ni kubwa, teknolojia imekuwa, mm -hmm. hali ya maisha ya watu imebadilika, uchumi umebadilika kwao, hii changamoto imeendelea kukua kwenye nchi mm -hmm. ukianza kuangalia msingi mkubwa hasa, nikienda kwenye maji taka mm. Unakuta ni mifumo ambayo ya kuwezesha usimamizi mzuri wa maji taka mm -hmm. Kuna njia nyingi ambazo tungeweza kuzitumia katika kumanage ya maji taka, najua tunafahamu mm. Sio wote ambao labda tumeunganishwa kwenye mifumo ya ya, ya maji taka ya, ya mm -hmm. Lakini tuna namna nyingine ya, ya kumanage au ya kusimamia vizuri haya maji maji taka kutoka kwenye makazi yetu, hasa sisi, kwa mfano nichukulie mfano hapa Dar es Salaam mm -hmm. Msisitizo wetu mkubwa ni kwamba mtu yoyote anapotaka kujenga jengo, na hasa jengo jengo ambalo unakuta linaenda kuchukua watu wengi, kwa sababu kadi jengo inavyokuwa na watu wengi mm -hmm. ndivyo ambavyo linazalisha maji mengi. Tumejionea na tunashuhudia magorofa mengi yanaongezeka, mfano fano Dar es Salaam Kariakoo sasa hivi unavoelekea Mwenge, unaelekea Tegeta, yani unakuta ni, ni magorofa yanaongezeka, lakini miundo mbinu ya kuunganishwa kwenye, kwenye kwenye mifumo ni ile ile hasa. Mm. Si tunasema ufanye tathmini athari kwa mazingira. Unapofanya hiyo unafanya katika mchakato huo una unapata una, una, una taarifa kutoka kwa mamlaka mbalimbali. Mm. ushauri ni namna gani unaweza uka uka ukashughulikia uka yaenda maji yako machafu katika namna ambayo ni ni safi. Mm. Ukienda Dawasa utauliza, ninajenga hili jengo. Mm. Ninajua labda kuna mfumo umepita au nataka kujua kuna mfumo umepita wa kuunganishwa kwenye maji taka. Mm. Watakwambia ni wapi? Ni mahali fulani. Mfumo upo. Je, naweza kuunganisha? Unatosha? Mm. Vinginevyo naweza kuambia mfumo tayari umeshajaa. Manake nini? Tafuta namna nyingine. Mm na kwenye tathmini athari kwa mazingira tunasema unakuwa na namna mbili au tatu, okay, ambazo na unazi unazishauri kwamba kwa mradi huu naweza nikatumia mfumo huu nikatumia huu nikatumia huu. Sasa kwa kuangalia, tunaangalia ni mfumo upi ambao unaweza kukufaa. Kuna maeneo ambayo wameweka mifumo, kwa mfano kwa hapa Dar es Salaam, maeneo ambayo ni karibu na bichi, unaweka ile mifumo ya shimo, tunaita tunasema septic and soakaway pit lakini maji yako juu, wote tebo iko juu, matokeo yake wiki moja tu, wiki mbili shimo linatema hayana maji kwa kwenda, kwa sababu maji yako juu mm. Kumbe kupitia tathmini athiri kwa utasema hapana, ile eneo mwingine katumia sababu hapo maji chini. Kwa mm. ule mfumo, manake, maji aweze kusoka kwenda chini mm. aweze kuzama kwenda chini kwa tathmini athari kwa mazingira si tunaona kwamba inakuwa ni suruhu ya hizi changamoto hasa kwenye majengo makubwa. So, hapa kwenye, kwenye majengo makubwa uh, kwa sababu majengo haya yanapojengwa huwa yanaanza kidogo kidogo, mpaka yanafika yanafika kwenye hatua ya ya ya, ya, ya pengine atakuwa mia sasa kwa kwa, kwa watu aidha kwa makazi au kwa uh, majengo ya, ya ofisi kwa ujumla, NEMC huwa ina utaratibu wa kukagua eh, majengo haya kabla ya kuanza kutumika kwake, pengine sasa kushauri eh, hatua hizi muhimu za, za usimamizi wa mazingira au kushiriki pia wakati ujenzi ukifanyika labda mm, ya, ziko taasisi mbalimbali za serikali. Tunachokifanya kwenye kwenye tathmini athari kwa mazingira pale mwanzoni kabisa, amepata eneo ana hati yake anamiliki na matumizi, amesema kabisa labda anajenga jengo kwa ajili ya makazi, biashara, anapokuwa ameleta, analeta na mchoro ambao unakua umepitishwa na mainjinia wa manispa husika au wajiji. Kwa sisi tunaamini kwamba mchoro wake umeshapitishwa kwa maana ya kwamba madam manispa husika au jiji husika limepitisha lime maanake huo mchoro huko ndani ya mpango wa eneo husika labda, mm. ni maghorofa manne tano kumi mm. uwezi ukapeleka ghorofa ishirini, kumbe huko Mwananyamala awafikishi ghorofa ishirini kwao mpaka wakisema wameupitisha, maanake Mwananyamala unaweza ukajenga jengo la ghorofa ishirini mm. kwao sisi tunapitisha ile ile michoro ya ya awali ambayo inakuwa imewekwa mm. inapokuwa saiti, sasa napoanza kujenga, ndipo sasa wale wahandisi husika waliopitisha ile michoro wanakuwa nafatilia hatua kwa hatua. Okay. Yeah. So, sisi so, tunakuja kufanya ukaguzi, tunaweza tukapita wakati anajenga, tukaangalia yale mashariti tuliyompa, kwa sababu mashariti achete, ya cheti yana awamu wakati wa ujenzi na wakati wa operation. Sawa so, turudi sasa uh, kwenye yale mazingira yetu, hasa katika msimu huu wa mvua za, za za masika, ambapo ndio msimu kama ulivyozungumza awali wa magonjwa mengi, malaria, humo magonjwa ya tumbo. Kama mazingira yetu hatutozingatia usafi wa, wa mazingira, tunashuhudia kwamba uh, msimu huu ndio wakati ambapo pia taka ngumu Uh, uzoaji wake umekuwa mgumu sana kwa sababu njia hazipitiki, pengine mm. Labda kwa kwenda katika mahitimisho la ya kipindi chetu, unashauri nini kwa wale sasa wasimamizi, eh, wa masuala ya usafi huko mtaani, hasa kutokana na changamoto hii ambayo wanakutana nayo, barabara hazipitiki, halikuwa taka ngumu hazitoki katika maeneo yetu tunayoishi? Ah, ni kweli kabisa hii changamoto ipo mm. ah, kwamba labda y miundombinu ya barabara sehemu ambazo taka zinatakiwa kwenda, ambazo sio rafiki. Lakini wakati mwingine hata sio wakati tu huu wa mvua, umbali uh, kwa maana ya kwamba anazoa Tegeta anapeleka Pugu Kinyamwezi na nini, kwa watu ambao sio waaminifu, anaweza katumia shortcut mm. ninacho shauri na najua kinafanyika ni kuboresha miundombinu, kwamba barabara ziweze kupitika muda wote. Lakini pia niseme kwamba kwa uzoefu tulio nao NEMC, hizi changamoto za mazingira zinaingiliana. Uh, ukiangalia taka nyingi ambazo zinatupwa ambazo hazipelekwi mahali husika, nyingi unakuta zinapelekwa kwenye madampo ambayo sio rasmi, na hizi tunazipata taarifa sana kipindi hiki cha mvua mm. Tunaharibu kingo za maji kwa sababu ya shughuli mbalimbali mm. Nyumba zinakuwa hatarini ku kubomoka, kuchukuliwa. Mtu anaona nyumba yake inaondoka, anaomba aletewe taka iweze kuzuia nyumba yake isibomoke mm. Sasa yeye kwa haraka anaona hiyo ndo suluhisho, kitu ambacho sio. Kwa hiyo tulitengeneza tatizo la kwanza kuharibu kingo za maji kwa kufanya mm, shughuli ambazo haziruhusiwi, kufanya mmomonyoko natokea mm, kwa haraka bila hata kwenda kwenye mamlaka husika, anaona yeye ili ahifadhi nyumba yake aweke dampo pale ili tu, mm, azuie nyumba yake. Matokeo yake nini? Analeta magonjwa kwenye mtaa, lakini hizo taka mwisho wa siku zitachukuliwa tena na maji, huko mbele zitaenda kuharibu madaraja, mm, zitaenda baharini, kwa unakuta anatengeneza changamoto nyingine kubwa zaidi kuliko hata ile ya mwanzo. Tatizo moja linaongeza tatizo lingine. Kwa hiyo mimi nachoweza kusema ni kwamba, tufate taratibu. Changamoto zipo, tutumie njia sahihi katika kutatua changamoto. Serikali iko karibu, ziko kwanzia huko kwenye mitaa na kuja kata na kuja wilayani ili kwa pamoja tuweze kutatua kwa njia ambazo ni sahihi, okay, na salama. Adhabu kwa wasiofata taratibu ni zipi? Adhabu zipo, zipo kwa mujibu wa sheria. Kwanza niseme ili swala la usimamizi wa taka, sheria ya mazingira imegatua, ime mm -hmm. madaraka mm -hmm. imepeleka kwenye serikali za mtaa uh -huh. kifungu cha 114 imeipa kabisa mamlaka na wajibu wa kusimamia uh, taka, hasa taka ngumu mm. kwa maana kwamba kuweka hayo madampo, kuweka vizimba namna nzuri ya na, na kutoa elimu kwamba taka ziweze kutenganishwa tangu pale inapozalishwa. Hayo, mm, majukumu kwa mujibu wa sheria yameshushwa kwenye kwenye serikali, Mkazaza, serikali za mitaa ambapo wao wanatengeneza sheria ndogo mm -hmm. za usimamizi. Ndo maana ukiangalia miji inatofautiana tofautiana, kuna mji utasikia ni msafi sana mm. Ni zile sheria ndogo walizowekea na adhabu zao, na na wanahakikisha wanazisimamia zile sheria ndogo Okay. Kwa kadiri zile manispaa majiji yanavyosimamia zile sheria ndogo walizojiwekea ndivyo naona ufanisi unakuwa mkubwa, na changamoto hizi unakuta azipo. Fatilia tu ile miji ambayo inafanya vizuri, utasikia mafuriko, utasikia sijui nini. Kwa nini? Wamewajibika kwa mujibu wa sheria ya mazingira na yale majukumu ambayo wamepewa katika kuyasimamia. Hata hivyo nemki tunawajibika kuingilia pale ambapo tunaona mamlaka husika haijafanya inavyopaswa, ko hatutuizili kwenda kutoa adhabu, na tumesha toa hata kwa manispaa mm. e, tunaona hizi taka zimetoka kwenye manispaa hii na wameruhusu dampo kwenye eneo lao ambalo sio rasmi, tunaruhusiwa kuchukua hatua na tunatoa adhabu kwa manispaa na tumeshaikufanya hivyo. Okay. Zuri hakika beti Ndiyo. Kumbe kwenye mitaa yetu huko uh, sheria zipo. Sheria zipo? Ni, ni kama mm. alivyosema hapa Ndimbumi akasema amesema kwamba ni uwajibikaji. Kwa hiyo kama wewe mtaa wako ni msafi ina mm -hmm. maana serikali za mitaa au serikali ya mtaa iko thabiti katika uh, kuwajibika au kuwawajibisha wale ambao na. hawako salama, yaani hawataki kufuata sheria. Okay na mm -hmm. NEMC yenyewe, kama uh, wilaya haikufanya vizuri, mnaiwajibisha wilaya yenyewe? Tunawajibisha, tumekuwajibisha manispaa mbalimbali, mamlaka zinazosimamia maji safi na maji taka tumewekuwajibisha. okay. e, kwa sababu ni wajibu wao mm. ko tunawafinya, tuna ili waweze kuona kwamba mambo yako sawa lakini lengo ni kuangalia afya ya Mtanzania ikiwa inalindwa. Asante sana. kikosi mm. cha polisi chenyewe kinasema ti sheria bila shuruti, basi hata huku kwenye mazingira, hebu tuyajali mazingira yetu, tusafishe mazingira yetu, tuweke mazingira safi bila kuanza kufikiria ya kwa kwamba utamkimbia vipi eh, afisa afya uh, wa kata yako mm -hmm. Wakati maradhi yatakukuta wewe mwenyewe pamoja na familia inayokuzunguka mm -hmm. kwa ujumla. Alikuwa Ndimbumi Joram, meneja huyu uh, kutoka Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira, NEMC uh, kutoka Kanda ya Bagamoyo. Tutakie kila laheri na siku moja tutakutembelea ofisini ikiwezekana, utupitishe sasa kwenye, kwenye maeneo ambapo kanda yako hasa ya mazingira inafanya kazi huko. Karibuni sana, tunashukuru sana, karibu sana.